Hapa uh, mbele nadhani nipo na wajumbe ambao wa Masjidi Nur. Nafikiri kama tuivyoangalia kipindi kilichopita nilikuwa na imamu pamoja na katibu kuhakikisha kwamba tunachangia Masjidi Nur inasimama na Waislamu wanafanya ibada kwenye sehemu nzuri na sio hatarishi, lakini leo nimepata bahati kutembelea moja kwa moja katika wa viongozi walio Babisha, hilo jengo kuwepo. Nafikiri mnaona kama lilivyofikia hapo lipo. Kwa hiyo kama bahati leo nimekuja kuonana na viongozi hawa wawili watatu, nafikiri na nitazungumza nao kuhakikisha na wao wanatupa zile ambazo alichokua nacho cha moyoni kuhakikisha wewe kukulainisha wewe moyo wao, we, moyo wako wewe Muislamu uwe na moyo wa kujitoa kuhakikisha kwamba Masjid Nur inasimama wenye wakati mwingine katika muonekano mpya kabisa. Naitwa Masunda, twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ah, baba mimi naitwa Masunda nafikiri, ningetamani kuja kufahamu jina lako. Jina langu naitwa Mohamed Omari Makacha. Omari Makata. Makacha. Makata we ni, ni, ni mzaliwa wa Mimi mzaliwa wa Kilwa. Kinjumbi. Yapo, ziyo, e. Uku, dondo, umesimu, no, no. Kwa hiyo nimekuja Dondwe hapa. Eh, kwa sasa hivi naishi Dondwe dondwek apo pokni uongozi huu mdaa miaka mingapi? Sasa hivi nipo zaidi ya miaka miwili. Miwili. Miaka Eh na wewe huko huko Dondwe umesema unafika na miaka mingapi? Dondwe nimefika tangu 91. Na moja uko miaka mingi sana e mzawa kabisa eh. Kwayo, kwa hiyo ndani ya miaka miwili changamoto gani ambazo umepitia kuhakikisha kwamba na msikiti huu unainuka japo uko kwenye msingi eh? Changamoto tumepitia kwa kufanya michango mbalimbali mbali. Kwa sisi wa uumini wa kijiji hiki cha Dondwe tumehangaika, tumeangaikaangaika mwenye tufari moja, mwe tofali mbili mojaya shilingi mbili moja shilingi, kwa hiyo mpaka ulipofikia hapo. Hongera sana. Mwenyezi Mungu atakujalia pale ambapo umepotoa. Una moyo huo huo. Eh, baba, mimi naitwa Masunda, si unaitwa nani? Mimi naitwa Shabani Rajabu Ngota. Hapa hapa. Asili yako? Asili yangu ndugu yangu, ndugu yangu nimekutana na ndugu yangu acha ni relax. Wewe kama mjumbe wa, wa Masjid Noor macha changamoto gani ambazo unapitia kuhakikisha hili jengo linasimama? Changamoto hapa inatakiwa bwana misaada, na misaada ukileta msaada wako sio nipe mimi Ngota nitakula, kwa sababu sasa nimeshida sana, mtaonekana muno muno dasamo hela kali ya msikiti. Kwa hiyo hela yako ukileta, upeleke pale kwa mange, unapeka umepele kwa mange pale umepata simiti kwa mange, umepata chakataka gani cha kusaidia msikiti kwa mange. Mmemsikia msalamu anachozungumza, hataki hey, hataki nongwa. Vitu vyote navyotaka pelekeni sehemu maalum. Unafikiri ataja napakwa ya simu kama mjumbe, inawezekana wakataka kukutafuta nyingine, wakaonana na wewe yangu. Mzee, umemsikia hiyo. Huyu ni kiongozi wa dini, yupo hapa Masjidun Nur. Um, file tukachana na masjidi kuguswa, unaweza kuguswa mzee, kama u lazima na mawasiliano kuhakikisha kwamba ujumbe wake anauendesha vizuri, pia ukiguswa. Okay, namba nafikiri wa viongozi nao, unaweza kumpatia mzee simu angalau wa apate mawasiliano Ndo maana ya kuwa ndani ya Dr. Kiyaga kuhakikisha kwamba tunapaza sauti, nyinyi Waislamu wa Mwenyezi Mungu amewajalia chochote, mwasaidie wazee kama hao, kuhakikisha mambo yao yananyooka. Ukimpa huyu simu wewe, mambo yako yananyooka, unakuwa ujapoteza. Mimi nashukuru sana mzee wangu, tupo pamoja. Amina, amina, amina, baba yangu, amina, amina. Mungu akujalie, na kazi yako wewe mbona kwa kikongo kama mimi. Inshallah, inshallah, inshallah. Salamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Masunda, siwi mzangu, naitwa nani mimi? Busra bin Ali Wanja We una miaka mingapi hapo kwenye uongozi wako? Mimi na miaka zaidi ya minane, nipo hapa, natokea pale Chamazi, nilikuwa naishi kule mm. Lakini Allah akanileta huku. Kwanza nilikuwa na maeneo maeneo toka mwaka elfu mbili na tano kwa hiyo nilikuwa na kuja, natoka, na kuja, lakini sasa hivi nipo mm. na tevu mji wangu ule pale pamoja pamoja kabisa. Sawa na wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa Kilwa Pande, Pande. Naam Pande. Pande. Pande. Pande. Na. Uh, unaonekana uongozi wingi sana wa Masjid Noor mnatoka Kilwa. Naam, inaonekana elimu kubwa sana hivyo kule. Naam, Ongeleni sana sana, wananchi, asante sana. Wewe kama mjumbe, vipi, changamoto gani ambazo unapitia kwenye uongozi wako? changamoto ni nyingi mm. changamoto ni nyingi sana mm. lakini kwa sasa tunazungumzia jambo la kujenga msikiti wetu. Kwanza tunashukuru kupata eneo hili mm. mm. maana lile eneo la pale sana mm. limebana, lipo karibu na barabara hata ukifanya ibada zinakuwa wakati mwingine inakuwa mitihani kweli, kama unavyojua boda boda wanakuwa na kelele nyingi na ile njia ndogo, na baadaye miji kama ulivyoona inatanuka. Kwa hiyo pale eneo lilikuwa halitoshi, lakini hata hivyo tulipata eneo hili. Nashukuru huyu bwana aliyetoa, Mungu amjalie heri hmm. yeye na familia yake ano. pamoja na wazee wake amfanyie wepesi katika msafara huu oh. Watu kila baada ya miaka yanaongezeka, wanazaliwa watu, tunahamia kama hivyo, na bado tuondoke hewani, basi watu watakao kuja wataendelea hewani. Ndio lengo letu kubwa, na pia tunataka na Waislamu tujitoe katika hili, kwa sababu swada kalijalia, ni jambo jema. Kwa hiyo tunaomba kwanza, tunataka hiki kifusi, watu wengine wamjitolea sisi tumejitahidi kukiingiza, lakini kama unavyoona yeah. na watu wenyewe kama unavyoona, wazee, nguvu zenyewe zimekuwa mtihani. yeah. Unaisha yenyewe ndio hivyo, na michango inakuwa midogo, kwa sababu navyo vipato pia vinapatikana kwa shida. Lakini hata hivyo tunashukuru waislamu hapa Dondwe, tunajitahidi na wasio yeah. kwa waislamu, maana sisi hapa mpaka wasio kwa waislamu kwa kweli wametuchangia, wa Kristo, tunasema alhamdulillah, tunashukuru sana. yeah. kwa hiyo tunachohitaji huu mchanga kwanza uingizwe humu ndani. yeah. Alafu pia tunahitaji vifaa, kokoto, nondo, unaona yeah. simenti vitu vya ujenzi vyote vinahitajika, na sio ulete tu tuletee. Ukileta vifaa vyako, kazi pale, kazi sehemu sika. na bado kuna duka letu hapo, kama tunavichukua tunavifanyia kazi pale tunapofikia, tunavifanyia kazi sehemu sika, na bado kuna duka letu hapo. Kuna mtu ana uwezo kwa kiasi na... fulani anacho, labda ana mifuko kidogo, basi ana uwezo akaenda haka, akaenda akatoa akatuletea tu risiti, sisi tutafata pale, kwa sababu tunaushirikiana naye vizuri Tunashukuru na we pia ongera, tunashukuru mm hii -hmm. TV yetu inatusaidia matangazo mengi tunaona na ufanya hivyo, sio hapa tu Masjidi Nuru Dondwe na sehemu zingine, bado kuna changamoto kubwa zipo. Bwana nilikuwa sana, na uongozi e tumemaliza na wajumbe. Nafikiri umezungumza mambo mengi sana, nafikiri msjidi kama unavyoiona. Mwenyezi Mungu awajaze kila kheri, atie nguvu. Wazee wanapambana sana kwa kuhakikisha kwamba msjidi hii inasimama. tumesahau namba ya simu. Unaweza kumtafuta mjumbe. Naam, namba yangu ya simu ni 0782 mia saba ishirini mia tisa thelathini. Sufuri saba nane mbili mia saba ishirini mia tisa thelathini, na unaweza ukatumia namba ya Tigo sufuri saba moja mbili inafata namba hizo hizo ni sufuri saba moja mbili mia saba ishirini mia tisa thelathini. Shukrani sana. Namba hizo hapo changia kuhakikisha kwamba unapata mwisho mwema wewe Muislamu ambaye sio Muislamu kama ilivyozungumza kiongozi. Kuna kiongozi sio Muislamu amechangia. Kwa hiyo na wewe ambao mtaguswa basi shau kutoka nchi yoyote tuasiliana na huyu mwamba basi uchangie masjidi wewe eh, huko Dondwe. Dondwe iko wapi? Dondwe iko muhimu. Iko iko wilaya gani kwanza? Hii e, ni Mkuranga. Mkulanga. Mkulanga. Eh, lakini sio mbali karibu e, tupo mpaka Yisi. Mkulanga ni kubwa, lakini hapa tupo mpakani wa Ilala na Dondwe, Dondwe. Yani vijiji vya kwanza kabisa kutoka huko Ilala ndo kwa hiyo Dondwe, wale wakazi wa Dar es Salaam wanaweza kutoka Mbagala rangi tatu wakapanda gari ya Chanika. Kuna sehemu anaita Mvuti, baada kutoka Kitonga unafika Mvuti. Unapofika Mvuti unateremka, utaona barabara ya kwenda Chanika inaenda kulia, hii ya Dondwe ipo iminyosha moja kwa moja ya vumbi, kisa hivi inafanya fanyo marekebisho, inshallah kwa uwezo wa Allah itakaa vizuri, itakaa sawa. Na wale ambao wanapitia Gongo la Mboto, ambao wanatoka Gongo la Mboto unakuja mpaka Chanika baada ya kufika Chanika ndo utakuja hii ya mzunguko. Ukifika Mvuti inshallah, unateremka pale utaona barabara imeelekea kulia, sio mbali, ni karibu tu. Tunaomba michango yenu Waislamu. Nashukuru sana mzee, mjumbe amenyosha vizuri kabisa. chakupa hizo kama unatamani kuja, kuja, kuja kushuhudia kabisa na eneo, basi mchoro kama nilivyokupa, naweza kupitia magala au gongo la mboto, unashuka mvuti kwanza. ni, ni ni kupata habari zetu za kila siku ambazo zinashuka hapa kupitia mwingine